Wazazi ni watu ambao mara nyingi tunawachukulia poa, bila kujua. Tunawajibu kidogo, tunachelewa kuwapigia simu, tunasema tuko bize, mpaka siku ambayo hatutasikia tena sauti zao. Hapo ndipo ukweli mchungu unatuamsha kuna: hazina tulikuwa nayo, lakini hatukuiheshimu vya kutosha. Wazazi ni rehma, ni baraka ambayo mara nyingi tunaishi bila tafakari. Mama anayesema umeshakula, mwanangu baba anayekuuliza, umerudi salama? Hayo yote ni maombi yaliyojificha, ni upendo ambao hauondoki, upendo ambao haujipi likizo. Lakini siku akiondoka, dunia inabadilika. Hata kama wewe ni jasiri kiasi gani, utagundua kuna pengo ambalo halizibiki na chochote. Nyumba inabadilika, sauti inapotea, na moyo unakaa kimya kwa namna ambayo hujawahi kuizoea. Leo kabla muda haujachelewa mwite mama yako, mtafute baba yako, wambie nao wapenda, wape heshima, wape kipaumbele, wape muda, kwa sababu hutajua thamani yao mpaka Allah awachukue. Na ukishafika hapo, hakuna kurudi kuwatengenezea yale uliyoyapuuzia. Mwenyezi Mungu ametukumbusha umuhimu wa wazazi mara nyingi sana katika Qur'an. Ameweka amri ya kuwatendea wema karibu kabisa na amri ya kumwabudu yeye pekee. Hiyo peke yake inatosha kukuonyesha uzito wa nafasi yao. Kumbuka, kila unavyowaheshimu wazazi unajenga baraka zako mwenyewe, unafungua milango ya riziki, unaleta utulivu kwenye maisha yako, na unajua kwamba dua ya mzazi ikikutaja kwa kheri, dunia yako yote inabadilika. Leo chukua nafasi hii kuwatendea wema kabla haijawa ingekuwa. Usisubiri kesho, kwa sababu kesho sio ahadi. Fanya leo, fanya sasa. Mungu awahifadhi wazazi waliopo na awarehemu kwa upendo wake wale ambao wametutangulia. Amin.